Siku tano baada ya kufariki kwa watu kadhaa wakati wa mazishi ya marehemu hayati Raila Odinga, mwili wa kijana aliyekuwa hajatambulika hatimaye umetambuliwa kama Michael Okoth Okumu, kijana wa miaka ishirini na mitatu kutoka mtaa wa Kibra hapa Nairobi. Uchunguzi baada ya upasuaji umebaini kuwa Okoth alifariki kwa kukosa hewa na majeraha kadhaa kichwani. Ode Francis anaarifu. Familia ya Michael Okoth Okumu kwa siku tano imekuwa ikidhani kuwa mwana wao alikuwa kazini akifanya kibarua cha useremala kama mtaani Kibera. Wasichofahamu ni kuwa mwana wao alikuwa miongoni mwa wafuasi watano waliofariki katika harakati za kuuona mwili wa hayati Raila Odinga. Mamake alipohisi kutoridhika nyumbani, alimwamuru nduguye kumsaka Michael. Daktari wanasema inakaa ni kama mawe ilimlalia kwenye kichwa akakosa kupumua, na akakuwa na ile alama kwenye kichwa, ni kama zile mamawe zilibomoka pale Nyayo Stadium zilikuwa zinamwangukia, na hapo ndio alipoteza maisha yake. Licha ya uchunguzi kubaini Michael alikosa hewa kwenye msongamano na kufariki wanaharakati pamoja na aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko walifika kuifariji familia na kulipia gharama zote za mwili wake kwenye mochari so

Na na nduguye Michael Okoth Okumu kwa uchungu anasema kuwa nduguye ndiye aliyekuwa akimsaidia ya mama yake mgonjwa kwa mahitaji yake. Mwili wa Michael Okoth unatarajiwa kusafirishwa hadi kijiji cha Alego, kaunti ya Siaya kwa mazishi. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.